Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia mwananchi mmoja aitwaye Piere Saimon, umri wake ni miaka ishirini. Huyu ni mkazi wa Nzuguni B kwa tuhuma za kujihusisha na vitendo vya ubakaji. Kijana huyu anatuhumiwa kuwabaka wanawake wanne kwa nyakati eh, tofauti tofauti wa mtaa wa Nzuguni B. Baada ya kutokea tukio hilo Oktoba 5 mwaka huu 2025, polisi na wananchi wa mtaa huo walifanikiwa kumkamata mtuhumiwa baada ya kufanyika msako maalum. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa huyo alikuwa akitumia mbinu ya kuingia uh, katika nyumba hizo kwa kuvunja, lakini anavunja katika nyumba ile ambayo amemlenga eh, mwanamke anayekusudia kumfanyia huo uhalifu kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kuvunjia na kutekeleza kitendo hicho kwa kutumia vitisho vya mjeruhi muhusika, iwapo hata hiari kufanya hicho kitendo. Katika uchunguzi wa awali uliofanywa na Jeshi la Polisi imebainika kuwa mtuhumiwa huyo anaishi katika nyumba moja na watu wengine kumi na tatu. Ah, mtuhumiwa kwa maana ya tukio hili la, la ubakaji atafikishwa mahakamani mara tu uh, uchunguzi utakavyokamilika kwa hatua za kisheria.